Kuvena murango ureak ure. Hii programu yetu ambayo tulianzisha sasa ni wiki ni kama moja sasa tukipatia mbegu kwa wakulima wetu wa Embu County. Na tuliona ni vema tufanye hivyo kwa sababu season iliyopita hatukuweza kupata mapato ya kutosha kwa mashamba yetu kwa sababu mvua haikutosha. Kwa hivyo hii mwaka tukaonelea ni vizuri tupatie wakulima wetu mbegu waweze kupanda. Tunawapatia ma mahindi, maharagwe, ndengu eh, kaupis ndio waweze kupanda na tuweze kupata chakula ya kutosha Embu kaunti yetu sisi, na ambayo tunaweza uza. Na nafurahi kwamba tumeweza kupeleka kwa kaunti uh, mingi zaidi. Kuna zile zimebaki, especially lower Embu kaunti ambazo tutakuwa tunaendelea kutoka kesho kesho kutwa. Mpaka Saturday tuhakikishe mbegu zimefikia wakulima wote. Kwa hii program tuna target wakulima 37,000 ambao wataweza kusaidika na hii mbegu. Na tumesema hii itakuwa program yetu kwa kila mwaka, tutakuwa tunapatiana mbegu ndio watu wapate chakula ya kutosha. Mbegu zile tumenunua, number one, tumenunua kulingana na na na, na, na advice ya Uh, technical team yetu ya, ya agriculture. Wakulima wetu na marafiki zetu wapande mbegu wasiuze. Uh, na kama una shamba patia mwenyako na shamba awese akapanda ndio akawese uh, akakupatia kitu ya kukula akifuna. Mimi nashukuru Mungu sana juu ya gavana yetu Ziseremutitumbarile juu ya kutupa mahindi ya kupanda. Tulikuwa tumepalilia samba zetu na hatukuwa na mbegu za kupanda. Tumefurahi sana sababu hii mahindi tumepewa ni ile inazaa vizuri, sio kama ile ingine tulikuwa nayo.